Mapinduzi wanakwenda ACT kwa kuielewa hotuba ya mwenyekiti. Mikono juu, maanake tunataka tujue, tuliwabomoa kwanza ni sisi shucha. Mikono makofi, mengi sana kwa wanaosema sisi tulikuwa makamanda, lakini tunakuja ACT. Mikono juu. Kama ulikuwa Chadema sio vibaya kwa machama. Mikono juu, makofi mengi wanachama wapya mikono juu. Haya, tutafanya kikamanda hapa. Mama yangu dada yangu hapo, dada hapo, unasikia mwenye mtoto wewe, sema moja, anayefuata tesa. Sisi hatuna longolongo, sema dada, sema moja, anayefuatia mbili, hesabuni mpaka mwisho. 38 kutoka CCM, kutoka Chadema, vyama vingine na wasio na vyama. Ongera sana mwenyekiti. Sasa kwa sababu mwenyekiti ana safari kuna jeshi la wasajili litawasajili, lakini hawa tunawapa heshima moja, mwenyekiti akitoka pale atakuja kumpa mkono kila mmoja hapa, ishara ya kumkaribisha kwenye chama, na utakuwa umeweka historia ya wewe umepokelewa na makamo wa kwanza wa rais. Utapunga mikono tu kumpokea eh, na itakuwa ndiyo mapokezi yenu. Jeshi la wasajili lipo tayari, tukitoka hapa jeshi letu liwasajili hawa. Aya, DJ ni nulie mwenyekiti, wakati wengine wanampigia makofi na mwenyekiti anakuja kuwapungia moja mmoja kuwakaribisha kwenye chama cha ACT Wazalendo. Makofi sana. Karibuni, karibuni kwenye Asante Asante Asante pamoja. Asante sana. Asante sana. Wasajili. Wasajili wote mpya. Wasajili wote mpya.